Ambaye anatupa pumzi anatupa uhai na ambaye pia ametuwezesha kufika hapa, na tunaendelea kumshukuru pia kwa zawadi ya imani pili, namna pekee kabisa Asanteni sana sana sana, lakini akirudi kwenye shukrani, najua leo ni mamosi mamosi jumamosi jumamosi haimaanishi vile ambavyo mmepungua katika muda huu mliotumia hapa. Mwenyezi Mungu abariki na basi kwa, kwa, kwa ajili ya sisi na watu wake kaendeleze pale kwa mmerudi nyumbani na kuombea kwa kesa ya sala. Muda mliotoa kwa ajili ya wanaparokia na tarehe tume haujapotea. Naamini vile ambavyo mnawapatia, hakuna hata mmoja atakayotoka hapa asiondoka na kitu. Yaani, atafika nyumbani mtoto akaulizwa na mtu yule pale nyumbani, leo umetoka na nini huko? Akasema, ah, hata siku moja nimetoka na nini. Hiyo naye ni shida, lakini kuna kitu umeondoka nacho, yani kuna kitu basi, hata kama ukiondoka na chochote, hata sura zao walivyo, hata kama sio sura, basi hata walivyokaa, yani vyote Leo naamini nimepata vitu vizuri kweli kweli kweli kweli, na ingine wajumbe nisha kutafuta nao msema, kuna kitu kitamu kweli mmeja sasa. Hiyo kitu kitamu usibaki mkakula mkala wenyewe mwagawi na wengine manaje, ni kuendelea kutafuta wengine, hii mwe mabaluzi, hapo ndipo mtaendelea kuonyesha kwamba hichi mchopata leo kimewanufaisha nini, na sio kwa binafsi, lakini kwa wote wanabarikiwa, ndio kwa kama kumpindua hapa mimi sio

Nichukue katika eh, kichwa cha kiimani sahihi. Ninyi ambao mmeshiriki, hongereni sana. Naomba mjipongeze. Nikapita sehemu nikakuta mjumbe mmoja ambaye nilimnoti kwamba aliandika jina. Nikamwambia usiandike, unaenda kwenye semina na wewe tunatavyo semina. Kwa hiyo ninyi mlio kuja ni tofauti na leo mtakuja. Pingine ana dalili yake pia. Lakini ninyi mmechukua huu muda kwa ajili ya sifa na kufanya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa muda huo mliochukulia tumia leo. Kama nilivyowaambia wa wasimilishaji kwamba wametumia muda wao na hiyo muda wao mliotumia hamjapoteza kitu. Yaani kama mtoka hapo sasa nimepoteza kitu, Sababu ni muda gani unaweza ukaa sehemu hata kuzungua tu, wakati wengine sisi wa baba au mama huko baa kuanzia saa 1 mpaka saa 2, wana uchoki sasa tunapata muda mrefu sana au kutumia mambo yetu.

kabla ya kuanza fungu la kila utume la rozari hai, pia mwanachama anapaswa kupata sakramenti ya upatanisho, kwa sababu siku ile anayoanza kusali fungu lake anapata rehema kamili. Ile fungu la kila utume kauliza mara mbili na wakujitokeza abadojua na familia hii ya kioho aaa, nakua kabili ya kujiandaa, tarehe kumi wakaanza kusali fungu lao, tutokei kwa haraka haraka kama bado wanajitafakari basi